Mashabiki wanalalamika, wachezaji hawaeleweki, timu haina uelewano. kumi dabi na yanga kumi Alan Okelo ana siku sita Tanzania, lakini angalia utasema yuko na yanga miaka ishirini depu <laughs> tuzurike kidogo. Yanga anafanya sifa na lengo lake atukomoe. E, e, tunamwambiaje? E, e, hiyo dabi tunatuma wawakilishi <laughs> Bara safi sana maneno. Umeona mabao hapo? Mwanangu, nimekuja kushuhudia kwa macho yangu <laughs> kwa macho yangu hey. sikutaka kuhadithiwa hey. sikutaka kuona hey. si kwenye hey. si hey. TV nikaona usajili wa Yanga hey. kwa macho yangu nilichokiona yeah, nawahadithia ndugu zangu yeah, kama kuna dabi ya Simba na Yanga yeah, tutume wawakilishi tuchague yeah, Simba wawakilishi waende wakatuwakilisha. Hili ni bara jingine. Alan Okelo ana siku sita Tanzania, lakini angalia, utasema yuko na Yanga miaka ishirini depu, mwanaji depu... <laughs> tuzurike kidogo uh... Yanga anafanya sifa na lengo lake yeah. Hatukomoe, tunamwambiaje? Hiyo dabi tunatuma wawakilishi. Kule kwenu mnalombana sasa hivi, migogoro, msemaji analalamika Mashabiki wanalalamika, wachezaji hawaeleweki, timu haina uelewano. kumi dabi na Yanga kumi. kumi kama hawa mashujaa tuliwafunga ile kule Kigoma hadi refa aliingilia gata hey. Wamekula sita hawa walalamiki wameridhika sita hey. Na ukiangalia mpira avopigwa likaa kaga miacha ni wai nyumbani